Shadeah from Green City. uh, leo unahitaji ni waonyeshe ni jinsi gani nilifanya hii rangi kupitia DaVinci Resolve kumi na tisa. uh, takwenda kuwaonyesha njia ambazo nilitumia kufanya hii cinematic look. uh, twende sawa na kwenda kuwaonyesha ni jinsi gani nilifanya hii rangi. This before, uh, before before, then after, before then after. uh, na kwenda kuwaonyesha jinsi gani niliweza kufanya hii rangi kupitia Davinci Resolve. Twende uh, sawa. Nilichofanya, sikutumia CST wala sikutumia SS. Nilichokifanya, uh, nodi ya kwanza ilikuwa ni contrast, nilipandisha badi mia uh, tano. Nodi ya kwanza ilikuwa ni contrast, nilipandisha badi mia tano nadhani unaona hapa uh, baada ya hapo nikatoka nikatoka nikaenda kwenye white balance nika kwenye nika nika nika HDR nikashusha glob then nikashusha na, na na exposure uh, then nikatoka nika hapo nikaenda nika, nika kwenye nodi ambayo inafuata nodi ya tatu nikapunguza highlight mpaka mia, yani mpaka mwisho kabisa, then nikaenda kwenye nodi inayofuata hii gain nikaipandisha nika mpaka kumi na mbili hapo, then unaona you know. Um, um, hii uh, uh, uh, gain imeipandisha sababu ni, uh, ni saturation, uh, nilichofanya hii ni cinema saturation, um, nikaenda kwenye color space nikachagua HSV then nikarudi kwenye channel -like, <rebirth remained refinedyrics> nikazima channel ya kwanza na uh, na ya tatu then nikaacha hii ya katikati chaneli ya pili, then nikaenda kwenye saturation. Ngoja uone mfano hapa. Uh, naweka nodi no ya mfano, naenda kwenye color space, na HSV then nazima hii ya kwanza, nafuata hii ya pili, alafu then napandisha saturation mpaka kumi na mbili kumi na mbili kumi na mbili. Zani, mnaona hapo ko, baada ya highlight kupunguza, nikapandisha saturation. Zani, mnaona hakuna utofauti wa hii na hii. Tunaendelea, hii nodi ya pili ikawa saturation, japokuwa nimeandika gain. Nodi inayofuata nika apply Lani, unaona nika apply the answer. The answer yangu sikutumia film profile, niliizima kabisa. uh, nilichokifanya nikaenda tu kwenye profile hapa kwenye film print nikachagua ikodaki elfu mbili mia tatu themanini na tatu print film uh, baada ya hapo nikatoka, sikufanya chochote. Baada ya hapo nikatoka Nika hadi glow, glow, nikachagua pa soft light soft light, then nikaseti hivo hapo. Baada ya hapo, kwenye bright nika nikapunguza nika, nika, kidogo mwanga hani, unaona hapo ukaja ukawa hivi, nikapunguza hapo mwanga then picha yangu ikawa hivo. Uh, baada ya hapo nikaenda kutengeneza Spiritone yangu kupitia DCTL nadhani, uh, unaona hiyo RC Spiritone ndo niliyotumia kupata hii test uh, baada ya hapo nadhani, unaona hapo jinsi nilivyoseti hapo uh, unaona kabisa hapo jinsi gani niliseti nikapata, hiyo nikapata mwonekano baada ya hapo nikaenda nika add trader ya DCTL. Uh, hii nili, nilikuwa nime- nimepunguza baadhi ya ya nadhani, utaona hapa nilipunguza uh, green kidogo nikapunguza na uh, blue nikapunguza na red, hizo zote kwenye upande wa white uh, nadhani unaona hapa nikapunguza white blue nikapunguza white green nikapunguza white, white red then nikatoka uh, nikaadi print. Uh, print yangu nadhani hapa mnaona picha yetu ilikuwa ina magenta, magenta ilikuwa imeyapia sana. Uh, nikaadi print no inayefata nikaenda kwenye color nika full print. nika Nika, nika bonyeza hii magenta nikachagua magenta then ikachange, then unaona before after. Yani kuweke kwa kubwa ilikuwa hivi, then nikaweka ikaja ikawa hivi. Baada ya kuprint ilikuwa ina magenta sana picha yetu, then nilivyoenda kuprint magenta ikawa hivyo. baada ya hapo sasa baada ya hapo nikaadi tena hapa DCT hii. Uto, hii baada ya hapo sasa nikaiadi, yani utaona utofauti nilichokifanya hapa. Baada ya hii kuiadi hii ndo nil, iliniletea hii test yangu ya skin tone, ilileta test ya skin tone, nadhani unaona before. Uh, um, uh, before, after before, after hapazani mnaona hiyo test yangu ya skin tone. Hii nzuri sana ni kutumizia skin tone, yani ni nzuri sana uh, nichokifanya hapa mimi ichokifanya <coughs> hapa ngoja ni zime hii yafunywa okay, weke nodi nyingine hapa ili muone tuchukue DCTL DCTL. Uh, nika chagua quit color compressor uh, baada ya hapo <coughs> nikawasha curve yangu nikawasha curve yangu uh, angalia, uh, nikichokifanya nika enda kwenye chiki nyumba hapa, ndo pana uchawi. Uchawi upo mwingi sana <laughs> unaweza ukaweka skin tone unavyohitaji. Uh, ko mimi uh, nili nilipausha kidogo, then nikaenda kwenye hii dunia hapa, dunia, dunia, dunia. Nadhani mnaona hapa, hapa unaweza ukafanya maajabu mengi sana koo nikabalance kiasi, then nikaongeza tu Nika, nika, nika, balance pia hapa, saturation pia, kuna UI unaweza ukacheza naye pia <coughs> uh, kwa hivyo ndo nilivyofanya, nikapata hiyo test yangu ambayo ndio hii. Zani naona jinsi nilivyofanya, saturation ilipanda hadi mwisho hapo. Baada ya hapo, uh, mlichokifanya nika nika hii nodi ya final ha, nilipunguza tu hapa highlight hapa mpaka nne pointi hamsini basi nika hadi danio yangu hapa, nika hadi kaondoa noise ha, then hii nodi nyingine ilikuwa kwa ajili ya kufanya smooth, zani unaona before after hivyo uh, ndo nilivyofanya. Hizi ni njia ambazo na wewe unaweza ukazitumia pia, ukapata kala kama hii nzuri ambayo inapendeza ni cinema fulani, amazing hivi uh, pia naweza nika kama mtu anahitaji naweza nikaisetii eh, kara ni, ni seti hapa kabisa. Mtu yoyote ambaye anahitaji anaweza akanicheki na, na create hapa, naandika cinema look. Mtu yoyote ambaye atahitaji hii nampatia uh, set hiyo look. Hivo guys, hizo ndo njia ambazo nilitumia nikapata hii rangi, hizi ndo njia ambazo nilitumia nikapata hii rangi. Before, after. Before, after. Uh, guys kama kuna mtu anahitaji plugin yoyote anicheki, uh, nitamuuzia kwa bei rahisi sana, na akazidi kufanya kazi zake zikaonekana kwa muonekano mzuri kabisa. Karibuni sana kwenye tutorial zingine tutakutana. My name, Director Shadea from Green City. Bye.